Nimepata fursa ya kuonana na mmoja kati ya watu waliotoka Lesta katika ziara wa rais wa Zanzibar. Bwana Malisa, labda tueleze kwa ufupi, unaionaje ziara ya rais hapa jini Uingereza? Uh, ziara imekuwa nzuri sana, imekuwa zaidi nilivyotegemea mimi. Kwanza nilipata mshtuko kwamba baada kwa ya kuangalia kwenye records za ziara za marais kule kuja hapa Uingereza kwamba alandangereza in na kuongea na Tanzania w naishi aa Uingereza. Eh, kiongozi wetu amekuwa akija, lakini hajawahi kufanya kitendo kamaajua eh, okay, kwamba rais amekuja leo asubuhi na ameshaa mikamili kua na mkutano kwa simu refu ili kuja kutuona na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza katika nchi hili tukio na tumekuwa naye hapo kwa zaidi ya masaa manne matano. Ameondoka sasa hivi, kwa kweli ni jambo moja zuri sana zuri zuri sana sa e, na amezungumzia mambo mazuri kuso Zanzibar, maati nzuri kwa Zanzibar muda sa urefu. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yako Zanzibar sasa hivi hata sio akuongea kwa mdomo, sio yakuongea macho, yenyewe yanaongea, unaona anaongea naongea nikali kama kufanya polish kwenye project zinazoendelea za uchumi eh, wa bluu kwenye tualizi na opportunity nyingi sana kwa hiyo ilikuwa mkutano mzuri sana sawa. Mengi yamezungumzwa na yote, naona umeshayamaliza. Kwa hiyo unategemea rais, akirudi atafanya kazi aliyoambiwa, anachoenda kufanya, anaenda kuendelea kazi anayofanya kwa sababu yote anazungumza ni mambo yanafanyika, ni, ni swala la mwendelezo. Kwa hiyo anaenda kuendeleza pale, na basi, kuna vitu vingine ambavyo sisi tumemweleza, amesema alikuwa vijui, alikuwa vijui, na ameahidi kwenda kuvifuatilia na kujua kwa nini kiliokuwa hivyo. Basi kazi ziendelee. Kwa hiyo, kwa hiyo ziara ni nzuri sana, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amefanya ziara moja nzuri sana sana sana, sana, sana. Asante sana Bwana Marisa, kuna chochote cha kuongeza? cha kuongeza ni kwamba kwamba ni kwamba nyumbani kuna kuna fursa nyingi sana, sana na kunaelezwa nyingi sana na nimefurahi pamoja tumekutana hapa wa Tanzania sana mkubwa sana kwa hiyo kwa hiyo keanayea Uh, nipo na mkurugenzi wa Helmi Charity Organization mwenyewe Helmi Original Helmi. Kwanza nashukuru kunipa kwa nafasi ya kuzungumza na wewe, unaonaje ujio wa raisi wa Zanzibar ndani ya Uingereza? Kwanza nakushukuru wewe kwa opportunity yangu, alhamdulillah tupo hapa mbele ya mwenye rais wa Zanzibar, alhamdulillah na nimepewa mawili matatu kusema na wazazi wangu, familia yangu, alhamdulillah, nimefurahi sana, watu wote walionisapoti hapa kunisaidia sahivi, kuniunga mkono alhamdulillah, sahivi let's get to training for the paralympics right. Speech yako imewafanya watu wengi wamekuwa very emotional, na wewe mwenyewe pia nilikuwa nakutazama kwa very emotional. Je, unafikiri Rais ameatilia uzito na anaweza akayatilia tena uzito kusupport kwa yale wanapohitaji support yake? Inshallah, kwa uwezo wa Mungu Alogoni mtizama na wife wake walikuwa very very supportive to to engage the next chapter, waliko e tuengeze, si ay mashindano mengine hapa hapahapa UK au kwenda mbele, wako very very, umeniunga mkono sana sawa. So, miaka mitatu umesema guarantee utaletea Tanzania medali, sisi si sure. sote tuna support hiyo na tunakutarajia Mungu akusimamie, ili medali isiwe ya gold, isiwe ya silver wala ya sijui ya fedha, tunataka dhahabu inshallah. Mungu akusimamie Mungu akujalie ufanikio kila unapokwenda, amen inshallah wasote, asante sana sana, asante. Niko na Abdul pamoja na Ahmad, ni double A, wawekezaji wadogo kabisa kule visiwani Zanzibar. Labda nini, check yenu kwa ujio wa, wa rais wa Zanzibar.

Sawa, unajua mengi yamezungumzwa, a lot of things has been said. Sasa mnahisi labda rais anaweza kachukua yote akafanyia kazi?

So So yeah, no, I 100%. One green flag was. He was He he he, he he down, writing down, and and he answered. So, we know that he remembers everything. If he doesn't, his book will remember, and at the the end of the day, Sawa, mna changamoto gani labda katika biashara kwa sababu kwa sababu nyewe mshanzi za biashara changamoto gani mnazipata katika serikali ya Zanzibar?

and everything isn't in one one place. But obviously, there, is you a one stop shop so So, so Things will get better. So, all the Zanzibaris out there. just do do, do it. it. If you've got any dreams, anything that you want to We do, do it. started it off from nothing. nothing, When I say nothing, I say mean it, nothing.

Hapa no, right, uh, okay, niko na mwenyekiti wa Swahili Glasgow kwa kule. Atajitambulisha kisha atujulishe ujio wa rais, yeye ameupokeaje na kipi anakitegemea kwa yale ambayo yamezungumzwa leo. Barbashir, karibu. Asante, asante. Asalamu so, alaykum. Mimi ni Bashir Alfan, mwenyekiti wa Jumuiya ya Glasgow so, na wabweli, raisi, hapani, so, isana, kwa kweli huji wa rais kuja hapa ni mzuri sana, ni faraja kwetu na kubwa zaidi ni mbali yeye kuna rasisi sawa. Kuna mengi yamezungumzwa ya uwekezaji na kuna watu wengi wameondoka na mentality ya kwao. Very positive tofauti na uh, before viongozi wanapokuwa wanakuja. Wewe, katika yale yalozungumzwa, labda lipi unahisi ambalo litakuwa lina uzito zaidi wa kutekelezwa kwa haraka sana ukilinganisha na promise tulizokuwa tunapoa before? Kwa kweli yote aliyosema mengi yanaendelea kutakuwa, lakini hasa lilo nifutia ni ile swala la sukuku ili ni uwekezaji ambao una faida upande mbili, faida kwetu sisi na kwa faida kwa serikali Sawa, kuna chochote cha kuongezea? Labda, labda tu kidogo tuzungumza na rais ndani, ikawa tu kidogo cha viongozi na alikuwa matatizo mengi nanoahidi kuyatatua, na kuna moja ambayo alijiahidi pale pale ata litatua pale. Shukran sana, asante.